Kuna mwanadamu asiyependa kusifiwa? Mungu ni zaidi mwanadamu, hakuna chochote cha kujiribia, lakini yeye anayestahili kutukuzwa, yeye aliye msaada, aliyekimbilio. Mbingu na nchi zinainama mbele zake zikimsifu yeye katika uumbaji, katika kila jambo alilofanya. Tumepewa neno kutoka kitabu kile cha Zaburi Zaburi mlango ule wa mia na arobaini na nane mstari wa kwanza mpaka ule wa saba. Zaburi mia na arobaini na nane mstari wa kwanza mpaka ule wa saba. Niwatangulie kusoma kwa msaada, Bwana. Haleluya, msifuni Bwana maana arobaini na nane. Haleluya, msifuni Bwana kutoka mbinguni, msifuni katika mahali palipo juu Msifuni enyi malaika wote, msifuni majeshi yake yote. Msifuni jua na mwezi, sifuni nyota zote zenye mwanga. Msifuni enyi mbingu za mbingu, nani maji mlioko juu ya mbingu. Na vilisifu jina la Bwana, kwa maana aliamuru, vikaumbwa amevidhibitisha hata milele na milele ametoa amri wala haitapita. Mstari wa saba. Msifuni Bwana nchi enyi nyangumi na vilindi vyote. Amen, naomba tukae. Bwana Yesu asifiwe. Tumepewa kichwa kina mi au katika kanisa au katika nchi, unaweza ka ukaangalia Zaburi na ukatunga wimbo ukawa wimbo mzuri kabisa. Haleluya, tumeanza kuona vitu vya mbinguni vinaweza kumsifu Mungu. Sisi kama wanadamu unaweza ukajiuliza, nyota halafu jua na mwezi vita msifu Mungu? vina mdomo? Unajiuliza kama wanadamu,

yeye aliye ishikilia pumzi yako bila gharama yoyote unayoitoa. Bwana Yesu asifiwe. usiku kuna apasa wayofua moyo kuimba hii poems lazima kile inapoitwa leo, uwe na wimbo mpya wa kumwimbia Bwana. Nina kushukuru Mungu, umeniamsha tena mwenye nguvu na afya. Nina kushukuru Baba, umenipa nguvu jana. Nililala naomba, haleluya! Jana nililala naomba, leo nimeamka mwenye nguvu na afya. Wimbo mpya Bwana anasikia kutoka kwenye kilindi cha moyo wako kwamba umeona kile Mungu alichokutendea. Ninakushukuru Mungu watoto wameenda shule tangu Januari na sasa wanajanana mitihani ya kufunga hivi. Tena ninakwambia unapasa wanyofu wa moyo. Ukiwa na moyo ulionyenyekea na kupondeka, utaona kwamba si kwa nguvu zako wala kwa akili zako unaweza kufanya hayo unayoweza kufanya, bali ni Bwana aliyekuwa pamoja na sisi. Haleluya! Hey, Israeli na aseme sasa, ni Bwana aliyekuwa pamoja na mimi, ni Bwana aliyekuwa pamoja na wewe. Leo ni siku ya kumshukuru Mungu kwenye vilimu vya moyo, ndio maana nikasema angalau fungu la kumi la muda wetu tumsifu Mungu leo. Amen, tumsifu Mungu kwenye kilizi cha moyo na moyo uliojaa shukrani. Ndio moyo unaoweza kuchangamka na kumwimbia Bwana. Kuna mwingine Mungu oh, oh. Sifiwa kanipa msaada nika, nika, mzana, nikamsifu sana, lakini baadaye imeisha hiyo. Lakini Mungu tunaye mwabudu tunapompa sifa yeye anabaki kuwa Baba, anazidi kufungua milango, anazidi kukupa pumzi, anazidi kukupa afya, unaendelea unamwadhimisha na kumtukuza, maana yeye ndiyo anayetuwezesha katika kila jambo. ya, jina la Bwana bwanali bila kukata tamaa, bila kukata tamaa, bila kuangalia mbona sijatendewa, lakini maadamu unapumua ni namna kumshukuru Mungu, tukisema Mungu, asante kwa neema yako na baraka zako unazoendelea kutupa kila kwa hiyo niombe sana, nani ndelee kutoa rai kwetu sisi Wakristo na wanadamu ambao tumeumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu. Tuimbe tukiusifu uweza wa Mungu, tukiusifu ukuwa Mungu kwenye maisha yetu, kwenye familia zetu, kwenye kazi zetu, na hata kwenye jamii. Tunapoona wenzetu wanapigana huko, wanauawa usiku na mchana, sisi tuna kila sababu ya kumwambia Mungu asante, mama. Tuko salama, tuna tunafanya biashara zetu, tunafanya mambo yetu, tuko salama. Mungu unastahili heshima, wewe unastahili utukufu, wewe. Wewe ni Adonai, hakuna kama wewe. Wewe ni Elshadai, hakuna kama wewe. Wewe ni Ebeneza, wewe ni Mungu mkuu, maana umenisaidia hata nilipofika, ni wewe Bwana. Huo ni wimbo mpya wa kumshangilia Bwana kwenye maisha yetu. Kama unaweza kuwasifu wanadamu ambao wanafanya mambo kwenye jamii, ukasifu kila aina atuka narahisi akufani na kafanya tuka na mbunge akufanya kafanya akafanya, hao ni wanadamu wamefanya kwa kitambo naye ameishia. Lakini Mungu wetu tunayemwabudu ni Mungu anayefanya nakufanya na kufanya na kufanya yanayoonekana na yasiyoonekana. Kwa hiyo sifa zetu zimpe yeye, tumpe yeye anayestahili. Mwisho niseme kwamba nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, vinamsifu yeye, vinamtukuza yeye. Ukiangalia miti ikifanya namna hii ninasema wewe ni Mungu uliyetumba, wewe ni Mungu unayetupa hewa, wewe ni Mungu unayetupa hivi tulivyo. Haleluya! Ukiangalia wa wakipiga kelele wakiruka huko mbugani, huku na huku, wanamtukuza Mungu kwa sababu ya matendo yake maguu bali nayo tatari kana vingi na vingi na vingi na nasi tumtukuze Bwana, tuimbe wimbo mpya, kwamba Bwana ametutendea, Bwana amefanya na Mungu alibariki u wake ametenda ame maajabu sukuru kwa neema na baraka zako ambazo unaendelea kuachilia kwetu kila inapoitwa leo, tunaendelea kujiachilia mikononi mwako, pama sifa za mio yetu Mungu kazikubali na jina lako likatukuzwe, sasa na tamilele. Amen tamlele